Dunia yetu ingawa ni mahali salama na penye amani kwa kawaida, lakini imekuwa katika hatari mara kadhaa bila ya watu wengi kujua. Kuna matukio kadhaa katika historia ambayo yalileta hatari kubwa kwa sayari yetu, lakini kwa namna moja au nyingine, tukaepuka athari hizo bila kutarajia. Matukio haya yanafichua jinsi Dunia ilivyokuwa katika hatari kubwa kutoka kwa vitu ya kigeni, nguvu za asili na hata makosa ya kisayansi. Hivyo leo nimevutiwa sana kuja kukusimulia kuhusiana na matukio kadhaa ambapo sayari yetu ilikaribia kuteketea lakini hatukujua. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Karibu kusikiliza makala hii. Tukio la kwanza ni tukio la asteroid ya elfu mbili na kumi na tisa ork. Mnamo Julai 25 ya mwaka 2019 asteroidi ya 2019 OK ilipita kwa umbali wa hatari kutoka ilipo sayari ya dunia. Hii ni asteroidi kubwa zaidi yenye kipenyo cha takriban mita 100 na ilikaribia kwa umbali wa kilometa elfu sabini ikiwa ni karibu mara tano ya umbali kati ya dunia na mwezi. Huu ni umbali mdogo sana kulinganisha na viwango vya anga za juu, kwa hivyo huenda ingesababisha maafa na athari kubwa sana ikiwa ingeifikia sayari ya dunia. Hata hivyo, asteroidi hii iligunduliwa tu baada ya kupita. Wataalamu wa anga walifanya utafiti na kugundua hatari hii baada ya tukio hilo kutokea, ingawa hatari ya asteroidi hii ilikuwa ndogo. Kwa hiyo tukio hili lilionyesha jinsi dunia inavyoweza kuathiriwa na vitu vya angani ambavyo vinapita kwa karibu sana bila ya watu kujua. Tukio la pili ni tukio la asteroid ya Apophis ya mwaka 2029. Asteroid Apophis ni mojawapo ya matukio maarufu ya karibu ambayo yalitishia sana dunia. Asteroidi hii ilikuwa ikikaribia kuigonga dunia mnamo mwaka wa 2029. Lakini baadaye wanasayansi waligundua kuwa hatari ya kugonga dunia ilikuwa ni ndogo sana kuliko ilivyokuwa inadhaniwa hapo awali. Apophis ambayo ilikuwa na kipenyo cha takriban mita 320 ilikuwa na uwezekano wa kupita kwa umbali wa kilomita 1031, ambao ni umbali mdogo mno kulinganisha na umbali kati ya dunia na mwezi. Ingawa hatari ya kugonga dunia ilionekana kuwa ndogo sana, mwanzo wa utafiti huu ulileta wasiwasi wasi mkubwa kwa umma. Inakadiriwa kuwa kama asteroidi hii ingeigonga dunia ingesababisha athari kubwa kwa mazingira mazingira ya maisha na ustawi wa wanadamu. Hata hivyo, kutokana na utafiti wa kisayansi wanasayansi waligundua kuwa asteroid ya Apophis ingepita salama, lakini tukio hili liliangaza ukweli wa hatari ya angani na umuhimu wa ufuatiliaji wa asteroid hizi. Tukio la tatu ni tukio la The Carrington Event. Katika mwaka wa 1859, tukio kubwa la mionzi ya jua lilitokea, lililojulikana kama Carrington Event. Mionzi hii kutoka kwa jua ilikusanya nguvu kubwa za umeme na ikaleta madhara makubwa sana kwa mifumo ya umeme na vifaa vya electronic. Tukio hili lilitokea kwa mara ya kwanza kabisa na mionzi hii ilikuwa ikisababisha mabadiliko makubwa katika uwanja wa magnetic ya Dunia, na licha ya madhara makubwa yaliyoathiri mawasiliano na teknolojia za kielektronik, tukio hili halikuleta madhara makubwa sana kwa wanadamu, kwa sababu mifumo ya umeme ya kisasa ilikuwa haijaanzishwa kipindi hicho. Hata hivyo, kama tukio kama hili lingetokea hivi leo, lingekuwa na uwezo wa kuharibu mifumo ya umeme duniani na kuzua janga kubwa sana. Ikiwa Carrington event ingetokea hivi leo ingesababisha athari kubwa kwa mitandao ya kisasa, vifaa vya mawasiliano, na hata uchumi wa dunia kwa ujumla. Hii ni ishara ya kuwa tukio la jua linaweza kuwa na madhara makubwa sana, na tunaweza kukosa kuelewa athari yake kwa wakati huu. Tukio la nne ni mtetemeko wa ardhi wa mwaka 1960 na mlipuko wa volkano Matetemeko ya ardhi na milipuko ya volkano ni matukio ambayo mara nyingi hufanyika kwa ghafla sana na yanaweza kuleta madhara makubwa mno. Katika miaka ya 1960 dunia ilishuhudia matetemeko makubwa na milipuko ya volkano, ambapo madhara yake yalikuwa ni makubwa sana kwa maeneo yaliyoathirika. Ingawa matukio haya yalitokea kwenye maeneo ya mbali sana na hayakuwa na athari kubwa kwa maeneo ya miji, lakini kuna wanasayansi waliokuwa na wasiwasi kuhusu uwezekano wa matetemeko makubwa zaidi. Mlipuko wa volkano na matetemeko ya ardhi yanaweza kuleta maafa makubwa na hata masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hivyo, dunia bado iko katika hatari kutokana na vyanzo vya asili ambavyo vinaweza kutokea wakati wowote. wa Tukio la tano ni tukio la mafuriko makubwa yaliyotokea mnamo mwaka 1931. Mafuriko haya yaliwahi kutokea nchini China na ni moja ya matukio ya ajabu zaidi ya maafa ambayo yalileta uharibifu mkubwa kwa sayari yetu. Mafuriko haya yalitokea kutokana na mvua kubwa na mabadiliko ya mikoa ambapo maeneo mengi sana yalijaa mafuriko makubwa. Mafuriko haya yaliathiri mamilioni ya watu na yalisababisha maafa makubwa ya maisha pamoja na uharibifu wa mali na miundombinu. Tukio hili ni mojawapo ya maafa ya kiasili ambayo yalileta madhara makubwa kwa jamii na miji. Ingawa ni tukio la kihistoria, hali kama hii inatufundisha kuwa mabadiliko ya hali ya hewa yanaweza kusababisha madhara makubwa na dunia inapaswa kuwa na uangalifu mkubwa sana. Mabadiliko ya tabia nchi ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazotishia dunia kwa hivi sasa. Ingawa si tukio la moja kwa moja, lakini mabadiliko ya tabia nchi inaweza kuwa na madhara makubwa kwa maisha ya binadamu. Ongezeko la viwango vya joto duniani, kupanda kwa miji kutokana na viwango vya maji na ukosefu wa chakula ni baadhi ya matokeo ya mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko haya yanaweza kuleta athari kubwa kwa ustawi wa binadamu, na wakati mwingine hatari hizi hujificha kwa kuwa zinakuwa polepole na zisizoonekana kwa macho ya haraka. Wanasayansi wanatufahamisha kwamba ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa, dunia itaathirika zaidi na madhara makubwa ambayo yanaweza kusababisha hasara kubwa kwa maisha ya viumbe hai na rasilimali za sayari. Mabadiliko ya tabia nchi ni moja ya hatari kubwa zaidi ambazo ziko mbele yetu na tuna hitaji kujitahidi kuhakikisha tunapunguza athari zake. Dunia yetu inakutana na hatari za kila aina ambazo ni ngumu kutabiri, ingawa kuna matukio ambayo yameweza kuondoka bila sisi kujua. Ukweli ni kwamba hatari zinazohusiana na asteroid, mabadiliko ya tabia nchi na matukio ya asili ni halisi na zinahitaji uangalizi wa karibu zaidi. Ingawa hatujui ni nini kitaendelea, ni muhimu kutafuta ufahamu na kuwa tayari kwa tukio lolote linaloweza kutokea. Dunia Nahitaji kuimarisha mifumo ya kisayansi, kuhakikisha hatua za kulinda sayari yetu na kuzingatia mabadiliko ya hali ya hewa ili kuepuka maafa yoyote ambayo yanaweza kutokea. Dunia yetu inaweza kuonekana kuwa salama kwa sasa, lakini matukio haya yanatuonyesha jinsi maisha yetu yanavyoweza kubadilika kwa ghafla sana kutokana na hatari ya kigeni au matukio ya asili. Na huu ndio mwisho wa makala hii, naomba tukutane tena katika makala zinazofuata. Jina langu naitwa Abdul Kingungo, asante kwa kunisikiliza.